Sasa sisi kama taasisi pamoja na wadau ambao tumewashirikisha, tutataka tuangalie ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka move forward, wenzetu wamefanya nini ambacho sisi hatufanyi, na ni kwa jinsi gani tunaweza tukashindana kwenye masuala ya investment. Kwa mfano investors wengi wanaangalia report kama hizi ambazo zinazalishwa kila mwaka, na hili waweze kukuja kwenye nchi kama za kwetu kufanya investment, kufanya biashara ili ambazo zinaweza zikasaidia watu wetu kupata ajira, lakini pia kukua kwa uchumi wetu zinawasaidia zina wao kuwapa highlight ya nini kinafanyika. Sasa kama sisi uh, kama nchi tukiweza kuimprove, tuna nafasi kubwa ya kuweza au ku, kuattract investors kwa sababu hizo ripoti zinawasaidia wao kupata taarifa kamili na namna ambavyo wanaweza wak wakaja na kuinvesti nchini Tanzania. Lakini pia uchumi wetu una nafasi kubwa ya kukua kwa sababu kunapokuwa na mazingira rafiki na wezeshi ya watu kubadilishana, tunasema exchange inasaidia sana watu kuweza kufanya watu, watu kubadilisha maisha yao, lakini pia uchumi wa nchi kukua kwa namna moja ama nyingine. Ni muhimu sana tunaposikia uchumi unakuwa kwenye makaratasi, pia hata watu wauone mfukoni. Vile vitu vinavyozuia yale makaratasi kuongezeka, figures kuongezeka kwenye makaratasi haziongezeke kwenye mifuko, vijulikane ili vishughulikiwe mapema, ili tunavyoendelea watu wafaide kile kinachotokea kuna sheria nyingi. Changamoto kubwa ambayo inaonekana mpaka sasa ambayo haipengiki ni kwamba kuna zile regulatory authority nyingi ambazo wakati mwingine zinafanya vitu sawa, na kila moja ina mandate yake na lazima ilipiwe, mtu lazima alipie, alipiwe ushuru au alipie, alipie fee huyu mtu anayetaka kuinvest. Hivi vitu vyote vinasababisha uhuru kukosekana. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo vimeongelewa kwenye kuanza ni kwamba tunapoenda kufanya hizi tafiti sasa, kwa undani, vichambuliwe vizuri, wahusike wanaoumia, ihusike serikali iliyotunga sheria, wahusike wale regulatory authority kwa katikati wanaomuunganisha mlaji na aliyetoa maelekezo, ili kwa pamoja sasa tuweze kupata maoni ambayo, tukija kushauri, yakifanyiwa kazi, tunaondoa shida. Uhuru wa kiuchumi ni kitu muhimu sana hasa kwenye sekta ya kama ya kilimo, kwa sababu tunategemea kwamba wakulima wetu wataweza kuuza kuweza kuzalisha na kuweza kupata masoko, kwa sababu kitendo cha kupata masoko ndani na nje ya nchi ni kigezo kimojawapo cha mambo ya uhuru wa kiuchumi. Ila pia kuna kitu kama economic inclusion, nacho ni kitu muhimu sana ambacho nadhani wamekiongea na hicho tunaweza kukiangalia hasa kwa wenzetu vijana na, wa, wa, na, na wanawake I, uh, ili ku, kuona jinsi gani wanaweza wakashiriki katika, ka, ka, katika, ku, ku, katika kufanya biashara za kilimo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini kazi yetu ndio inamgusa mwananchi mmoja mmoja kujua uhuru wake, kwa maana ya uhuru wa kifedha. Huyu mtu anayefanya kazi, baada ya kufanya kazi na kupata ujira ana uhuru wa kutumia fedha yake kwa namna anavyotaka yeye, ama kuna vigezo ambavyo vina mlimiti katika mtumizi wa, wa, wa fedha na ujira wake. Kwa hivyo tuko hapa leo kwa ajili ya kufanya tafiti lakini pia kuja na mapendekezo kwa serikali, pamoja na wadau wengine ambao kwa namna moja au nyingine watahusika kwenye kuboresha hali ya uhuru wa kifedha wa mwananchi mmoja mmoja.